Namsodaka no, mtazamaji, wakati umewajia wa Shajara na niko na mgeni ndani ya studio na no, kwa haraka haraka tu mgeni wangu siku ya leo uweze kujitambulisha ili watazamaji wa Shajara wapate kukufahamu. Yeah, kwa majina mimi naitwa Rose Wanjiku mm -hmm. Munyeri. mm -hmm. Eh, mimi nimezaliwa Nyeri County. mm -hmm. na ni mimi, niko na wazazi, niko na wazazi wote wawili mm. na mimi ni msichana wa pili kwa familia, niko na wazazi mpaka leo eh, niko mm -hmm. na wazazi wako uhai. Na Rose, umeweza kunisimulia ama kuniambia kuhusiana na safari yako yote eh. kutoka mama alikuwa mgonjwa eh. Mpaka ukapata mtoto, mtoto akagonjeka eh, hebu tueleze safari yako ya kuweza kuuguza hao wote ilikuwa hiyo. Okay, safari haikuwa rahisi juu nilianzia na mamangu, and at that time nilikuwa naishi Kiambu. ulikuwa na miaka mingapi eh, huyo mtoto alikuwaga first born na no, uki, uki, ukiuguza mama nikiuguza mama mm. haikuwa kitambo, imekuwa tu juzi huyo. oh, okay. Okay. 2016 around 2017 Mm -hmm. and huyo mama arigojeka kama wanaishi na huyu msichana wangu, nilikuwa nimewasha Nyeri na mimi nikaenda kujitafutia Kiambu na wasichana wangu wengine watatu, na juu nilikuwa single mother. Huyu msichana alikuwa anashikiliwa sana na mamangu. Na Rose, kabla tu, tuanze kuzungumzia kuhusiana na mtoto wako eh. miaka ya nyuma maisha yako na mama yako ilikuwaje? Mpaka wewe ukazaa watoto mpaka hey, ukawa single mother okay, tueleze hiyo safari yote okay. mm. Mimi nimezaliwa Nyeli venya nimesema. Mm. na nikaanzia tu masomo ya nursery school nikiwa tu huko nyumbani ilikuanga aya kanisa, ya kanisa hiyo nursery school nikafanya, nikaigia shule ya msingi ikuanga tu ya hiyo kanisa nikamalizia mpaka standard 8, but nikiwa standard 7 siku nilisoma 2 years standard 7 kwa sababu nilikuwa nashikwa na boils Boils sasa, hiyo one ya moja ya standard saba ikaisha hivyo nikarudia tena, wazi nikwaga mgonjwa. But then standard nane nilimanage kufanya KCPE 1995, 1996, nikajoin form one, eh lakini niliingia kwa Arabic school, ilikuwa tu karibu na na kijiji venye niliingia. Mamangu hakuwa na uwezo, lakini aliona kama anaweza manage form one. Nikaingia vizuri sana, but venye nilimalizia form one sikuingia form two Mmangu akashindwa kunilipia fees, kwa hivyo alianza kutafuta pesa kwa kwa mishango ya vikundi na nini. Nikaona hapana, ana struggle sana, cause by the time amaliza mshango wa kwanza, hii ya pili nishadaiwa pesa zingine shule. Kwa hivyo nikaona ninamwofraud, nikamwambia inabidi sasa hii masomo ishe, nkiwe na kidato cha form one, sasa nikigia form two. Lakini form two venye sasa hiyo 1996 nikaona hapana, siwezi kaa nyumbani, naweza fanya kazi ya house girl. For the first time nikiwa msichana, nikatafutiwa kazi buruburu, Nairobi. Eh, sasa hiyo ilikuwa wakati wa Ronino 1997. Nikafanya that one year hiyo kazi, kazi jeta enda nyumbani, lakini nilikuwa nawasaidia, but nikaona nimeboa, wacha nirudi nyumbani. Nikarudi nyumbani mimi nikarudi nyumbani na tukakaa na mamangu the whole of 1998 Mm -hmm. Venye tulikaa, kwa bahati mbaya ama mzuri, tukapoteza kazini yangu. mm -hmm. So at the course of matanga na nini nikakutana na kijana kwa hiyo matanga. yeah. mm -hmm. Venye nilikuta na kijana alikuwa tu wa kijiji yetu tukajuana, mi bado ni msichana mdogo na sikuwa nimekomaa kabisa. mm -hmm. Venye tulipatana na yeye tukaongea na nikaenda kwao. mm -hmm. Kutembea kwa harakati ya goda, kutembea kwao, ndio nilijipata niko na mimba ya my firstborn na eh, nikakaa tu kwetu nyumbani niko na mimba bado, kijana ni wa kijiji. Na sasa nikakaa tu kwetu nyumbani nikiwa tu na hiyo mimba, nikakaa nikakaa, lakini kukakaa ni kama kuna mzozo hiyo familia ishajua niko na mimba ya huko, na ni kama kulikuwa na okay, sijui nini lilifanyika, ni kama nilikataliwa, but kulikuwa na mzozo. Sasa huyo kijana ni kama haezi nioa, haezi nishukua, saka mdogo bado pia Aa, alikuwa sawa kijana alikuwa anaingia college. Mm -hmm. Sasa kwa hiyo harakati kijana akaingia police college, si tuko karibu na police college ya Kiganjo. Mm -hmm. Akaingia venye aliingia, mimi nikashwa kwa kijiji. Mm -hmm. Sasa kwa hiyo harakati ya kuachwa huko, nikajuana na kijana mwingine, lakini alikuwa amekomaa kabisa tena, but alikuwa ashawa mama mwenye yake anapata mtoto. mm -hmm. Alikuwa anaishi Mombasa. mm -hmm. akanijua

usiku mmoja akapotea huko. Mhm, mm-hmm. Imagine achaanza hiyo hiyo kurutu. yeah, yeah. Mm. Akatoroka akakuja kwetu usiku eh. Na venye alikuja wazazi walishangaa sana. Akasema hapana, hizi ni ashiria, nienda na mtu mwingine, afadhali hata yeye harusi hiyo nini, na mimi nilikuwa bado nampenda, lakini nilikuwa najua huko kwa hawanitaki mm. Sasa hiyo mambo yake ikakaa ika hivyo, ika na tukarudi kwa uhusiano, na akaacha training eh aliacha Hmm. na venye aliacha tukakaa tukakaa nikienda kutembea kwao nikirudi tu kwetu, hmm. Ikafika mahali nikajifugua msichana, anapenda hmm. hmm. na mtoto ni, mtoto ya hmm. hata kama mamangu hatutaki huko, wacha tuende tukaishi na Rumoro, kulikuwa ngana shambaya huko na Rumoro hmm. Na mimi nikaambia mamangu, mimi ni kama tutaenda. Akaniambia unaenda na huyu mtoto, na venye ni mdogo, tukamwacha tuende, nitajua venye nitakuwa nikimfunikia, huko kuna baridi juu, unaona, huko karibu na Mount Kenya area na nyuki, unaona. Mm, venye tulienda tukakaka, huyo kijana akaanza mabo vita, mm, na bado unajua hako katoto ni kadogo. Mimi nikaona hapana, mimi sitaweza, nikarudi kwetu nyumbani. Mm-hmm, venye nirudi kwetu nyumbani, bado kijana tukasubuana, eh, tukashukuana shanguvu, tukaenda mpaka kwao na mamake sasa, akakaa ni kama yes ako sawa na sisi, lakini bado unaona kuna kitu. Mimi nilikuwa najiamini sana okay kijana akakaa tu ameregea, hataki kufanya kazi, hataki nini, mimi bado niko na mtoto, lakini nikaona juu kuna shamba na mimi najiamini naweza fanya kazi. Wacha nitafanya tu kazi, kuna shamba nitarima, niko sawa. Ule wakati kijana anakuambia kwamba anakupenda, hataki olewe na kijana mwingine mm. na kama kweli ulikuwa unampenda Nilikuwa nampenda. Mbona hukumwambia kwamba nenda uendelee na training, mimi nitakusubiri? Aa, alikataa. Mm. Alikataa kabisa. Alikataa kabisa. Mm-hmm. E, alikataa. Alikataa kabisa. Na hata nilikuwa namuelezea hii kitu itakuja kuleta shida Juma mako atakasirika, e, ashapoteza pesa zake. Lakini mm. Lakini hata e kijana alikataa. Okay. Na na mimi nilikuwa na hofu ya sitaki kukua single mother. Sasa si tukaanza hiyo. Tukaanza sasa. Tukaenda kwao. Na nikaanza kukaa, mi nikaanza kulima mpaka ninatoa shamba huko kwa Manyasi, ninatafutilia machamba, nikaanza kulima, nikaanza hata kupata vitu za shamba mm. But kijana alikuwa mbaya mm. Alikuwa mbaya, alikuwa ananichapa. Okay anachukua hizo chakula anauza, na mimi mimi nimefanyia unajua. mm. mm. bado nikirudi, nikirudi, mm -hmm. ni mm. nikaona nitarudi kwetu wenye nilirudi akanikujia tena, tukarudi kwa tukaigia 2201 kwa, Tuka tu, tu, 20, kwa huyo mzozo nikajipata tena kwa miba ingine ya msichana wa pili, mm hiyo -hmm. E, ndio sasa ilianza ile ilia shangamoto mimi sijaiona. mm -hmm. Sasa nikakuwa niko na watu niko na miba na niko na huyu mtoto, unajua nimezalia mtoto Watoto sasa watakuja waki kwa hivyo, mm. Hiyo mimba ilinisumbua. Alikuwa ananishapanda hiyo mimba. Sasa hiyo ninafanya kazi. Nikajua mpaka kuchoma makaa, hata sasa ila choma, naweza choma makaa mingi sana. Naweza kata, anzia kwa kukata miti kupanga, naweza choma makaa mingi sana. Nikaanza kuchoma makaa, nikakaa nikama na hata mimi aliona ninajiamini sana, nikama hata siwezi enda juu. Na alafu je, kwetu kulikuwa na, mm. na, na shida mimi sikuwa nataka kwenda kwetu. Hmm. Sasa hiyo niko na watoto wawili, huko kwetu nyumbani, kwetu nyumbani. Alafu mimi naona the first born kwa wasichana. Sasa nitaonekana aje na wasichana wengine wetu wako nyuma wawili. Nikaona hapana, wacha mimi nikae huko. Lakini bado nachapwa. Lakini wacha nikuambie. Kwa hiyo wakati hata kucho mama. Na hapata hata amezitwanisha. Amezitwanisha zime okay, ziko sawa, zimefikia wakati wa kushiburua dio ziuzwe. Na hapata nimeenda church. Amezitwanisha amezima na maji hmm. ashauza Mi nikitoka chasha hiyo mimba imefika huku, nikaona msichana mwingine, hakuna kitu mm. Ninaanza jiko ingine, nikuwa hiyo maisha mpaka ikafika wakati, siku moja Ruru, ikafika wakati mmoja, nikaendea maziwa maa, nikuwa naendea kwa kijiji. Wacha nikuambie, ishafika wakati wa kujifungua mm -hmm. Na kijana alikuwa naniahidi, mi nishaa save pesa na nitakusaidia, kuna pesa iko mahali nimetenga, nitakusaidia. So mimi nilikuwa nafanyia ku, ku, kulima kuzaisha kula kukula na nini, sikuwa na save, nilikuwa naona ni kama eh, ni kama ako na hizo pesa mm. Kwa zuko tulikuwa nimeenda na, na mtoto wa kwanza na Rumoro mm. Alikuwa, amekodisha hiyo chamba, sasa nilikuwa naamini achaweka pesa mm. Sa, misu, sikuwa na save, sasa nikienda kuchukua maziwa, harakati ya kurudi nishaona hapana, ni kama nataka kujifungua kwa barabara. Nikaharakisha nikarudi kwa nyumba, nikampata nikamwambia, hey, unajua nini, mimi sijui nasikia aje, nimeona kama nitajifungua na unajua juu ya kufanya kazi sana nishafunguka, naweza hata jifungua tu hivo nikiwa kwa nyumba. Akaniambia hey, haya, wacha mimi niende, si nilikwambia ni kuna pesa nimajini. Kutoroka anatoroka mi nikaamini akapanga manguo niko hapo, nimekalia kitanda. Kalikuwa kanyumba ka 10 by 10, nikiona kakatoto kadogo, na saa hiyo ninasikia kabisa kabisa nitajifungua. mm. akaniambia acha niende, eh wacha niende, wewe. Nikachukua hizo pesa, zilikuwa 4k. mm. mimi nikaamini vyenye alienda. Ndio usiku umeingia, sijahisi uchungu, lakini nimeona hiyo sasa kuna dalili zote. mm. kwani nikaambia, Mungu, Mungu nakuomba hii, sasa ni aibu, siendi kwetu, siwezi ambia mamake huyu kijana sioni akirudi na imeingia usiku. Nikaambia Mungu, nataka Mungu ufunge njia zote za kupata huyu mtoto, funga kila kitu, washa tu, ikuwe asubuhi. Asubuhi nitajishughulisha naweza enda na barabara watu wanisaidie, lakini saizi nitaenda wapi? Siwezi enda kwa mamake, sijui venye nitafanya. Na simu wakati huo hakuna simu, hakuna simu, ai ai, ya hata mimi sijui. Nikarara na mtoto wangu, kijana akurudi usiku na imagine, nilijisikia asubuhi bado nikaona niko na ile mimba Mm. na sijaza. Nikamwambia Mungu asante. Sasa ilikuwa asante. Nikaosha aka katoto, nikandogo ndogo, nikakaambia sasa nitakupeleka kwa huyo shosho, muende naye chashi mimi kuna safari naenda lakini nitaru, nitarudi. Mm. -hmm. Nikaenda nikamwambia mimi venye nasikia ni kama naona ni kama nitajifungua, kaniambia ni sawa. Hata huyu mtoto wewe wewe we, we, ende. Kai saa hiyo niko tu na ile kitabu ya clinic. Mm -hmm. Sina kitu. Sina hata nini. Juu hata hakuniuliza uko na nini. Mm. Eh, akashukua mtoto. A -a, wakaenda, wakaenda church, mi nikarudi kwako kanyumba, nikakaji, nikauliza Mungu nitafanya nini. Mm. Nilifunganisha hiyo kitambu na polythin. Mm. Nikaanza safari, niko na hati bob kwa mfuko. Sasa nikwenda mpaka PGH na maana nitatoka kwa nyumba kutembea mpaka kwa stage. Mm. Natembea najikaza, nikaenda hiyo thati bob tulikuwa, ati thati tulikuwa tunalipa thati bob kutoka hapo mpaka PGH. Mm-hmm. Nikaenda nikafika hospitali, nikaingia nikaambiwa kuja, nikaingia nikaona ile kitabu, nika... wakaniambia kuja hapa tukupime tuone uko na nani. Nikaambia niko peke yangu. He, kunipima walinambia wewe, haraka haraka leta nguo za mtoto, nikaambia sina. Hauna? Wakaniuliza umekuja aje hapo? Nikamwambia sina, wakaniambia hey, oh. Kwa hiyo harakati ndio huyo mtoto msichana Hey, akafuganishwa na hizo ma nguo za hosi hizo, ma, ma, ma, ma, ma hos, hizo blanket ma mm, mm, na mashiti mtoto akafungwa. Alikuwa mtoto mweupe msichana, nikapata msichana, nikapewa. Ndio mimi huyo, na njaa yangu saa hiyo, nimesukumwa na njaa na hakuna mtu natarajia, nikaenda nikawekwa kwa, mm, kwa, kwa kitanda. Unajua hiyo nilifaro kka kwa kitanda ni wewe na mtoto, mm, sina maziwa niko niko na njaa, sitarajii mtu huku akina kwambia nilipiga duru moja, nikaambia watu nipeni uji. Mm. Nipeni uji na mkate. Bahati mzuri ya huyo nasi walikuwa washajua sina hata nguo, kwa hivyo akajua huyu mtu akawa peke yake. Mm. Akanikujia na mkate na chai. Na uji wakanipe, nikarara. Lunch ikafika. Madhaini wakakuja. Akakuja. Mm. Akaniuliza kati hata hapo amefika kwangu. He, nimeona umejifungua. Ni nani? Nikamwambia ni wewe. Mm. Alifurahia. Lakini kwenda kuchukua mtoto hivi. Akaniuliza, eh, kwa nini hujafungiwa na manguo? Nikamwambia maguo gani? mm. Ai, kwani mnakaaje? Nikamwambia sasa ningefanya nini? ako wapi kijana? Nikamwambia hata mimi sijui, nilienda peke yangu venye nilikuletea mto. mm. Mtoto uende naye kanisa, kaniambia yeye ni sawa. Madhe alirudi home. mm. Akaniacha kaniambia, basi wacha niende, nitajue venye nitafanya. Bahati nzuri, Bishop wetu walikuanga wauko tu kwa familia, mm-hmm. wa hiyo church akasanya pesa. Sasa hiyo tulikuwa tunalipa 850 ujifungua. mm. Matanet na sasa, akapeana pesa za nguo madhi, akakuja akafuganisha mtoto na tukaenda, akalipa hosi. mm. Tukatoka changamoto zilianza venye tulifika huko. mm. Sasa kijana hayuko, bado hajarudi. Sasa ni madhi asikumane na mimi. mm. Sasa hiyo akinimeteseka, ay, na huyu mtoto mwingine analia, niko na aka na hata sina maziwa. mm. Nimehangaika, sasa akanifanyia kunipikia two weeks Madhi akashana na mimi. Mm. Ni mimi huyo, hiyo boma haina maji. Ni siku mana na mitugi na mgongo in two weeks. Niko na haka katoto, niko na huyu mwingine na ninaenda kwa kijiji bali sana kutafuta maji. Sasa mama mmoja alikuwa ananiona. Kaenda kaambia mamangu, ujue tuko kwa kijiji moja. Mimi naona msichana wako ashaanza kubeba mpaka maji. Lakini mamangu siku moja akanitafuta akaniambia, ni kama utavumilia tu huko. Mm. Juu sasa huyu mtoto utampeleka wapi? Babako atasema nini? Nikamwambia, "Mimi ni sawa Nikakaa nikakaa, vita ikaanza tena, tukaanza kuzazana na kijana After Ali four days ya alikuja ya. After four days alikuja na zile tu nguo, hakuna pesa, hakuna hata kipande ya sabuni. Amekuja tu maisha imekuwa tu vile. Akaona mtoto akasemaje, alifurahia, lakini hana kitu. Mimi hata maziwa aitoki, katoto kanalia. hmm. Na ni mimi una kibarua hmm. In two months nisharudi kwa vibarua hmm. ninafanya na huyu mtoto nimekoda, nimeisha nikakaa ni nikakaa nikijua aki Mungu siku moja wakati utanitoa, kwa hivyo mimi nitafurahia Mungu. Sasa, eh, tukakaa hivyo in two years. Tukapigana tukapigana tukapigana nikarudi kwetu. Na stili yanani nirudi kwetu. Nilikuwa tunaomba Mungu, wakati Mungu huku ni kama sitaishi. Aliamkia asubuhi moja akaniambia mapema sana 5. Na nikama, staki bibi. Mimi naona mkienda. Hmm. Nikamwambia sasa tunaenda wapi saa hii? Mimi sitaki bibi. Wakati nitataka bibi, nitakukujia kwenu. Nikamuuliza sasa, sasa, hawa watoto sasa hii mimi nitafanya nini? Mm. Akaniambia hapana. Jua venye utafanya lakini washaifike 6. Mtaenda tu venye ilifika 6. Mimi na watoto wangu eh, na manguo kwa magunia na nini nikabebana na watoto wangu wote na nguo tukasonga kwetu. Ah, shikilia hapo Rose. Mtazamaji um, ndio simulizi ya shajara yetu siku hii ya leo mtazamaji. Baada ya muda usiokuwa mrefu, tutarudi na mengi zaidi, atueleze kulikuwaje baada ya mtoto kuwa akapatikana na magonjwa na safari ya kuweza kumuuguza ilikuwaje, baada ya muda usiokuwa mrefu.